Mheshimiwa Mwenyekiti, mimi ni shukuru kwa sababu uongozi huu ulioko hapa mbele uh, wewe ukiwa mheshimiwa mwenyekiti, makamu mwenyekiti akiwa mheshimiwa makamu mwenyekiti, katika tumefanya kazi pamoja kwa zaidi ya mwaka mmoja ambao nimekuwepo hapa Msalala na kwa pamoja mliweza kunipa ushirikiano mkubwa mkiwa pamoja na viongozi wengine wote, waheshimiwa madiwani waliokuwepo. Na kwa kweli kwa sababu tuliweza uh, kufanya baraza la mwisho kabla ya mwaka wa fedha kuisha, yapo mafanikio ambayo tuliyapata ambayo yalitokana na umoja na mshikamano tuliokuwa nao. Kwanza tuliweza kukusanya mapato kwa asilimia 115, ikiwa ni lengo la halmashauri lilikuwa kukusanya bilioni sita, lakini tuliweza kukusanya bilioni sita na milioni mia tisa na tisa ilibaki shilingi kadhaa kuweza kufika bilioni saba, yaani kuwe kuna ongezeko la bilioni moja ndani ya mwaka mzima. Mheshimiwa Mwenyekiti, nimeliona nimisemo hilo kwenye kikao hiki, kwa sababu kazi hiyo sikuifanya mimi na watumishi tu tuliifanya kwa, kwa pamoja. Kamati za fedha zilikuwepo na kamati nyinginezo zote zilitusimamia, zilituelekeza, zilitusaidia, kwa sababu kama ambavyo ninyi wenyewe mmesema, waheshimiwa madiwani, ndio mpo kwenye maeneo yenu, pale ambapo mliona kuna uh, upotevu wa mapato mlitupa taarifa, na sisi kwa hatua za haraka tulitekeleza, na ndio maana tukaweza kukusanya mapato hayo lakini mheshimiwa mwenyekiti, wakati tuna tunaagana tulikuwa tunaelekea kwenye zoezi la mwenge. Mheshimiwa mwenyekiti, ni nipende tu kutoa taarifa kwamba kwa mwaka 25 katika mbio za mwenge wa uhuru halmashauri hii ya wilaya ya Msalala imefanikiwa kushika nafasi ya kwanza kimkoa, imeshika nafasi ya sita kikanda nafasi ya kumi na sita kitaifa. Mheshimiwa mwenyekiti, zote hizo ni jitihada za kwa pamoja tulizozifanya zilizoweza kutuwezesha kupata mafanikio hayo. Vivyo hivyo ni waombe tuendelee kuwa na mshikamano wa namna hiyo, tuelekezane, tufundishane tuonyane kusudi tuweze kutekeleza majukumu yetu, na sisi kama wataalamu ambao tumeletwa katika halmashauri hii kuweza kutekeleza wajibu, mtusaidie kusudi tuweza kuyafanya, na wananchi ambao wamekusudiwa kupata huduma bora na nzuri, basi maendeleo yaweze